Kile kile kiitwa national team Masalanga, inshallah atakuepo atakuepo. Ni kulikipa mzuri, karibuni. Asante, mmongelani kwa ushindi mchezo wa pili wa ligi, mnaondoka na alama tatu leo hii, ukiwa mchezo mgumu mbele ya Mashujaa. Tuambie kile ambacho mlikuwa mnakitarajia kwa asilimia ngapi, pengine uh, mmekipata lakini pia ni muendelezo wa malengo ya Singida ya, tumecheza mchezo wetu wa pili ligi kuu ya NBC tukiwa wenyeji wa mchezo huo, na tumeuchezea hapa Dar es Salaam tumepata goli moja kwa sifuri na kufanikiwa kuchukua alama zote tatu. Kwa sasa hivi, kwenye msimamo wa ligi tuna alama sita na tunaongoza ligi. Hatujui tutakaa kwa muda gani. <laughs> Lakini tunaongoza ligi, ila hilo sio muhimu, muhimu ni tumepata alama tatu nyingine. Alama sita michezo miwili ni mwanzo mzuri, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, licha ya kwamba nimeona mwalimu anazungumzia hali ya hewa ya Dar es Salaam na mechi muda ambao tumecheza, of course imetupunguzia ime, ime, ime imetupunguzia ubora, yaani ule ubora wa Singida leo haujaonekana vizuri kutokana na changamoto hiyo lakini muhimu tumeshinda, hilo ndo kubwa. Mwalimu mm. anazungumza kuhusiana na muda ambao mmecheza ukianzingatia kwanzia ratiba lakini pia na leo hii kucheza saa nane kwako wewe unadhani ilikuwa ina ugumu kiasi gani kwenye maandalizi? Sasa hiyo ni swala la kiufundi e, mimi siandai timu uwanjani anayeanda timu uwanjani ni kocha e, mimi nikizungumza mimi, mimi kama mimi kwa sababu Singida tumeshacheza mechi saa nne asubuhi E, kule Tabora msimu uliopita. Kwa hiyo mi naamini muda wowote tunaweza tukaingia uwanjani na tukapata matokeo, hiyo sina shaka hata kidogo. Lakini kiufundi, kimaandalizi, ayo nadhani nimeongea na mwalimu amesha, ameshafanua. Ni, ni kama mnafukuza mwizi kimya kimya. Malengo yenu kwenye msimu huu ni yapi hasa, kwa sababu hatuelewi, ushindi kimataifa, ushindi ndani Sema kimya kimya inamaanisha nini? Tunacheza mechi ya dharani na zinaonekana. Lakini kama hamtaki kutamba. Hapana, hapana, bado mapema. Lakini sisi tuna, sasa hivi kitu ambacho kinatupa furaha ni kuona timu yetu inapata ushindi kwenye kila mechi tunayocheza. Kitakwimu, leo tumecheza mechi ya tisa ya mashindano. Kwenye mechi tisa za mashindano tumeshinda mechi nane. Tumetoa sare moja. Bado ni mapema. Lakini tunaona, tunaona mwanga, mwanga mbele yetu. Kimsingi tumemaliza rasmi ratiba ya Dar es Salaam kwa mwezi wa tisa na kilichopo mbele yetu, ndugu zangu wanahabari, na hii niitoe rasmi kama taarifa, Singida Black Stars, tarehe tatu, inaondoka rasmi hapa Dar es Salaam kurudi nyumbani Singida. Kwa hizi siku mbili zilizobaki, hizi tarehe moja na tarehe mbili, wachezaji watapata mapumziko mafupi, kwa maana ya kupewa ruhusa na mwalimu kwenda kusalimia familia, kwa wale wenye familia Dar es Salaam, ili tukiondoka kwenda Singida, tuna sherehe kubwa ya kwenda kushangilia ubingwa wetu wa Sekafa. Mambo ya ligi tumeshamaliza Tunaenda kufanya sherehe ya kihistoria nyumbani Singida na kombe letu. Alijafika kweli? Alijafika, alijafika. Tumelichukulia Dar es Salaam, ratiba zikaingiliana, tukaenda Rwanda, tumerudi, tumecheza mechi hapa ya ligi. Kwa tumemalizana na zile vurugu ambazo zilikuwa zinatubana bana tusienjoy ubingwa wetu. Yaani kuna watu wanajisahulisha kama Singida ni mabingwa. Eh, <laughs> <laughs> kwa tunataka tuwakumbushe kwamba Singida ni mabingwa, wameanza na ubingwa msimu wa 2025. Kwa hiyo ratiba iliyoko ni kwamba timu itaondoka tarehe 3 na tarehe 4 tunaenda kufanya sherehe ya kufa mtu. Tutapata mapokezi makubwa sana eh? paredi, paredi linaanzia pale pale Manyoni, unajua uko umetoka kwanza. Tunataka tutoke Dar es Salaam na paredi, tukawaonea huruma wana habari, mtaishiwa chaji eh, kwa sababu ndugu zangu tunaenda wote na mwanza kuchukua ruhusa ofisini, tunaenda kufanya paredi la kihistoria, lakini kubwa ni kwenda kushangilia ubingwa wetu wa kimataifa. Kwa hiyo paredi litaanzia pale Manyoni. Kwa nini Manyoni? Unajua, unapotoka huku Dar es Salaam, ukipita sijui Morogoro, ukaingia Dodoma, ukianza uki kuingia tu Manyoni ndio umeingia Singida e. Yani pale hata udongo harufu yake ni wa Singida, Singida, Singida. kwa hiyo kuanzia Manyoni pale au mbali basi tutaanzia, e, Itigi. Tigi e, kwa Mheshimiwa Yohana Msita ambaye anagombea ubunge pale naye ni, ni, ni makamu mwenyekiti wa, wa bodi ya wakurugenzi ya Singida Black Stars. Kwa tunaweza tukaangalia tuka, nikasema wanahabari wamesema wataishiwa chaji, ila sisi furaha yetu tuanzie Manyoni kwa mujibu wa ratiba, halafu nyinyi mtatupokea Itigi. Tabidi sasa nyinyi mtangulie, mtupokee pale Itigi, twende mpaka nyumbani Singida mjini. Huwezi amini, wana Singida sasa hivi hakuna wanachokielewa hapa. Tunashinda mechi zetu, lakini wao bado raha zao zipo kwenye ubingwa wa Sekafa. E, wana hamu ya kuliona kombe, wanaishia kuliona kwenye mitandao ya kijamii na wengine wanaliona kwenye televisheni, lakini wana hamu ya kuliona kombe lao, na sisi tumewaandalia sherehe babu kubwa. Hivi tunapozungumza, tupo kwenye mazungumzo na wasanii wakubwa wawili e, ambao naomba nisiwataje kwa sababu mazungumzo yanaendelea, lakini mmojawapo anapendwa sana na Miguel Gamond. Yeah. <laughs> Eh, tupo kwenye mazungumzo eh, ili tuende tukaimbe na kocha wetu na kocha siku hiyo atashika mic eh, kuimba kwa sababu ule wimbo anaujua mwanzo mpaka mwisho. Eh, kwa hiyo itakuwa ni special dedication kwa kocha wetu na kwa kufanikiwa ah, kuruka kiunzi. Kuna kiunzi kocha amekiruka hapa katikati eh, kwa hiyo furaha ya kubaki Singida eh, na sisi kama furaha yetu tunaenda kumpa kile ambacho anakitaja. Lakini kimsingi inaenda kuwa sherehe kubwa sherehe ya kufana, kwa sababu inaenda kuwa sherehe ya kihistoria ile big day ile. Sasa hapo, ngoja tuongee vizuri sasa. Wakati tumeahirisha Singida big day, kuna watu walisononeka, mkiwemo nyinyi wanahabari, kwa sababu Singida big day ni tukio la kila mwaka ambalo lina faida nyingi, mojawapo, wengine wanapata mpaka wenza mule. Eh, <laughs> <laughs> hey, kuna watu wamepata wapenzi kwenye Singida big day na wameoana. hey, na sasa hivi wana vitoto kitoto, kina mwaka mmoja, vitoto miaka kwa walivyolikosa mwaka jana hey, big day, kuna watu waliumia, kwa sababu kuna fursa nyingi zilikosekana, lakini badala yake sasa wana Singida walisononeka pia, kwa sababu walikosa ile furaha, ila badala yake sasa tunarudi kufanya tukio kubwa zaidi tukiwa na kombe e. Kwa hiyo tulipiga hesabu zetu vizuri wakati tunataka kushiriki sekafa E, palikuwa panaonekana kama ni shida kidogo, tunaacha jambo letu, lakini tunarudi kwa furaha. Ndio maana tunafanya sherehe hii ya ubingwa. Kwa hiyo sherehe ya ubingwa ni tarehe nne na kwa sababu ligi inaenda kusimama tunaweza tukaamua tukeshe siku mbili, siku tatu, sio shida zetu. Uzuri ni kwamba nanyiwe, wanahabari, mtakaokuja Singida mtapata fursa ya kuona uwanja wa Airtel ukiwa umekamilika ukiwa na majukwaa yake na sherehe tunaweza tukaangalia tuifanyie pale au tuifanyie CCM Liti kwa sababu sasa hivi tunatumia viwanja vyote msimu huu. Kwa ndugu zangu tutapeana taarifa zaidi kuhusiana na sherehe zetu za ubingwa lakini habari rasmi ni hiyo. Linapita wapi kuhusiana na kiunzi ambacho amekiruka Miguel Gamondo umekigusia hapo. Ni ninyi kama Singida mlimsaidia kukiruka au aliamua mwenyewe kwamba sitaki kuvuka kwenye kiunzi hiki? Vyote kwa pamoja. Kwa hela au mkataba? Project yetu ndugu zangu ya Singida Black Stars hakuna kocha duniani au tuseme katika ukanda huu wa Afrika ambaye anafahamu soka la Tanzania hatamani kuifundisha timu kama Singida Black Stars. Singida Black Stars, ina X factors wote. Singida Black Stars kuanzia safu ya ulinzi kuna X factors. Kuanzia safu ya ukienda safu ya, ya, ya kiungo ni X factors watupu. Au tuwataje kwa majina? Mnawajua mpaka ushambuliaji, mmeona leo Elvis Rupia ametupia goli lake la kwanza. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hakuna kocha anayeweza kukataa kufundisha Singida Black Stars. Hivi leo hii Gamondi kwa mfano angeondoka Singida. Labda ameletewa ofa, akaondoka Singida. Akaenda sehemu aliyoenda. Eh? Mafanikio ya, ya, ya maandalizi yote ambayo ameandaa Singida anakuja kunufaika naye kocha mwingine. Angejisikiaje? Kwa sababu ee, kuna pengine ambapo alipata ofa. Eh, X-factor hakuna. Kuna kocha ameondoka pale kwa sababu amna X-factor, si ndio? Aziache ex factors Singida aende sehemu nyingine. a, pengine ingawezekana ikawa ni maamuzi mabaya zaidi ambayo ameyafanya ame kwenye karia yake, lakini kimsingi tunamshukuru sana a, kwa kuweza kusalia Singida Black Stars. Na zituma ofa nyingi, zituma ofa nyingi sana kusema kweli kwa kocha, lakini tunashukuru ameichagua Singida Black Stars kwa sababu ni project ambayo ameanza nayo tangu mwanzo. Bana, asanteni.